Kikao kile kumekuwa na matukio eh, nadhani unafahamu hali ya siasa nchini hivyo. Na jana tumemsikia Waziri Mkuu wetu Dr. Mwigulu akiwa mkoani Arusha amesema kuna serikali sasa ime, imeanza kufanya engagement kutana na wadau ikiwemo Kanisa Katoliki. Kuna vitu mmezungumza na eh, waziri mkuu amesisitiza sana nchi na wananchi E, kufanya mazungumzo kuhusiana o na mambo kadhaa yaliyotokea na akasema ya kabisa tumeshaanza kuchukua hatua za kuzifikia taasisi mbalimbali taasisi za kidini, sasa na akalitaja baraza la maaskofu wa Tanzania Katoliki teki. Sasa tukiunganisha haya matukio e, makutano ya wewe na waziri mkuu na kauli ya jana e, vipi nini kinaendelea kati ya serikali na kanisa Katoliki kwa maana ya baraza la maskofu nalo ni kiongozi gaziau? Asante sana, nashukuru kwanza kwa kutafuta nafasi tuweze kuliongelea hilo, kwa sababu ni swala ambalo linagusa eh, nchi, nagusa nchi kwa sababu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba E, mwaka elfu mbili na ishirini na tano yalikuwa ni matukio makubwa. Ukuwa na tukio la uchaguzi lakini kukawa na tukio la maandamano e, katika sehemu nyingi nchini e, na hivi e, kuulizia yanayoendelea kati ya serikali na kanisa Katoliki nchini au na baraza la maaskofu kadiri mlivyoona kwenye vyombo vya habari ni halali yenu na ni vizuri nimefanya vizuri kutafuta e, kujua tu kanisa limesema nini na serikali kuhusiana na hii hali. Kwanza kabisa nikiri kwamba maaskofu walianza e, kikao chao e, tarehe kumi na moja wamekuwa kwenye e, kikao vikao na vya kamati na nini, lakini kumi na e, kumi na tatu, kumi na nne na kumi na tano ndio wakatoa eh, tafakari yao wakatoa tafakari yao ambayo wameelezea yaliyogusa siku ya hiyo ya tarehe ishirini na tisa lakini waliegemeza zaidi maaskofu katika kile ambacho kimeleta masikitiko na kimeharibu historia ya nchi yetu hasa yaliyotokea mauaji mauaji ndio tulichokiongea sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na E, waziri mkuu kwanza, waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja, alafu ana mahusiano mazuri sana na Kanisa Katoliki e, tangu zamani tu. Sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamwone nilijua tu ni ni ndugu yangu e, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu. Sasa kiongozi mkubwa, lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu. Ubinadamu unabaki ujamii. Kwayo nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamiana. Akaniambia uje ofisini sijui kama na nyumba Dar es Salaam ni kwa sababu namjua yuko eh, Dodoma alipokuwa waziri wa fedha eh, basi akaniambia nimuone ofisini eh, alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye, nikasema siwezi kukataa kuitwa na kiongozi wa serikali, ni kiongozi wetu eh, ameshatangazwa waziri mkuu, ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali, nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi eh? ni injini ya nchi Nchi hawezi kuendelea. Nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe. Nchi eneo lile lenye e, mipaka yake na watu wenyewe na kule kujitawala kwa watu wenyewe, basi hapo ndio, hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile, sasa injini ni yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike, nikaenda katika mazungumzo tumeongea ukweli. Mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali, hapana. Yalikuwa ni mazungumzo binafsi, na mazungumzo binafsi ni wazi tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Sasa mtafanyaje? Sasa mna nini? tunaongea tu kama kawaida ni eh, masikitiko E, sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Tunaambia si tunaendelea kwa sadi kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa, e, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo, kwamba, lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani, baraza linasemaje hali hii tuisifanyeje. E, ni wazi baraza limeongea kwenye kwenye tafakari yake, maaskofu wamekaa, maaskofu wote wamekaa Ametoa tafakari yao, ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho, ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumwona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini, na wala tu wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja ku, tukasema, tuka, tuka tukasema tupige hey, picha bwana, tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere pa. picha ya Nyerere pa. eh Ambaye, na hiyo picha ya Nyerehe haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi, mna nyinyi mlivyo wajanja, hata hiyo picha ya Nyerehe haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu, tena tunavyoshangilia tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo <laughs> kwa hivi i, kwa kifupi kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi, na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji E, msemaji kadiri ya katiba ya Baraza la Maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili anayetoa hilo ni rais wa Baraza la Maaskofu, ndio anayetoa, wengine wote mpaka wakabiziwe na yeye. Kwa hiyo hata ningeenda, ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa Baba Askofu, rais wa Baraza la Maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu ameniomba na ananiambia, ni amekuletea barua. Anasema ajenda ni nini? Hayo hayakwepo kwa hivi, sikuenda kitaasisi, nilienda kama mimi mimia. Hasa picha zimeandishwa, habari wamezitumiaje? Ah, mimi hayo sijui, kwa siyajui kakeniwaziri mkuu kwenye nyumba yake kule kwa Arusha. Msema amesha serikali imeanza mazungumzo na hii kauli nadhani inaweza kuonyesha kwamba kuna kitu fulani ambacho cha rasmi ni wazi katika mazingira haya. Ukisikiliza hotuba za viongozi sasa hivi una, unaona kabisa kuna wakuu wa wilaya, kuna mawaziri, kuna waziri mkuu mwenyewe unaona eh, anavyokusanya kulingana na mauaji yaliyotokea, ambaye amesikitisha sana Watanzania. Kila mtu analia yuko kwenye kilio, mtu ambaye anapenda kumheshimu mwanadamu mwenzake, kwa sababu Tanzania imejengwa katika imani kwenye utu wa mtu, na ndio maana sisi tunapendana Watanzania, kwa sababu tumejenga imani kwenye utu wa mtu. Sasa utu wa mtu uliguswa vibaya kwa makusudi, watu waliuawa kwa makusudi, kwa kukusudia, sio kwamba waliuawa na tetemeko. Tumeona maafa watu na eh, mlima Hanangi uliteremka lini? Wakati wa kajuzi eh, ukaua watu, tulisikitika, tumefiwa. Ajali zinatokea za magari, ajali zinatokea za vyombo vya ugyom usafiri, watu wanakufa sitini. Lakini haya ni mauaji yaliyofanyika, unasitisha uhai wa mtu kwa makusudi. Hicho ndio kimefanya nchi ikae kwenye kilio. Sasa hivi Watanzania wako kwenye kilio, na katika mtazamo ule wa kilio eh, ni wazi viongozi wa serikali lazima wawafariji wananchi. Kinachoendelea ndio hicho, kinachoendelea ndio hicho, na sisi tuko katika hilo. Lakini katika hali hiyo ambapo watu wako kwenye kilio, wanajiuliza kifo kimesababishwa na nini? Kifo kimesababishwa na nini?